mona amalawi nabweraso mama uno anthu alandira ndalama za nkhaninkhani kuti awonongese mgwirizano wa ku opposition posachedwa pa even ma members ena a dpp azayamba kukhumudwa kumanena kuti chipani cha dpp ndi choyipa chifukwa chikukana kuma pasanzawo urunning mate amagwirizana kaye zintu akagwirizana ni pamene sona mazaulula uranimeti koma anyamatawa ambiri alandira ndrama akufuna zuza malawi kuwanyengeza malawi ngati amalawi ndiopusa koma amalawi siopusa so ndikukuuzanine amalawi achenjera idiani ndramazo so, landirani ndaramazo so. koma mziwo kuti amalawi azaku ndiposo azakuonesani nkasa nkhanti nkhanti azakuthilani nkhanti mmasomo nkhanthi ndi chakuti azakukanani poyera kunena kuti Nde, drama zimene mwadyazo zakukwanirani musadyeso panopo cua nthawi yakwana kuti amalawi aonesese ndichani chimene chikuwalimbisa ku opposition kuti uja zipane zosusa kuti zizipita palale malomoti azinena kuti ifeyo tizakupangirani chakuti chakuti zinthu zadula ifeyo tizasisa zinthu mwakuti zinthu sizikuyenda bwino ife tizapanga chakuti, chakuti koma iwo alibize kumanenana kuanena nzawo fa chakuti adya ena wakusekerera kuti ya rigging uh, anthu uh, amene amachita plani rigging kuti abere chisankho chimachoka patali polembesa zisankho pamene pamayambira li ndinonso akatulusa mafigaranso amalo amene iwo akudalira kuti iwo kumene kukunumena amachokera amaziwa kuti gemu ija ayiwina ndeno ena wofoka anthu manambara ofoka mu opositioni zosusa bwa vakaona manambara aca basina osa mafoka chifukwa chace amapita kuti bwana ife tikuthandizani mbora mwatiwa mwationa ndi amakhutulira ndrama akakhutulira ndarama zija ndie amapita sopano ife taona chakuti taona kuti anthu andankhaza taona kuti anthu awa ufuna chilichose apange wokha ife atimane nde chifo chachefeta nena kuti timapatoka, e kapena tipanga chakuti e kapena ife tirowa ndi mgwirizano wakuti kuti, ife chakuti adya anthuwa alandira ndarama zawo ndi mafamili awo akukuta

kuzakhala mavuta iwe ndiwe ndani ntawi ija. yatosara ya samana maso chocho tizalemba nduchito 1 milioni omwe amene mkwaona kupanopo akudena isi ndomweo sanatawe imeneicha ife taona boma la DPP ndiro vuta ndetizasisa sopo amene panopo mzagura wantambara e, tizasisa shuga mzagura

kuti tingayigonjese bwanji dpp ndiena dpp moyo ambakumudwa ye pitapita sananene kutukwanaliyense ai pita sananene kuti ndifuna maudindo wosewo ai pita sananene kuti ine ndikumanani izi ai pita sana nene kuti panopatukukambirana ife tukufuna titenge anyamata amene akunena kuti tukufuna upresident ndi uvice president, president. akwaona maganizo anyamata awa kuti anyamata ndiokhwima anyamata bwanji pandale

nthawe imene iyeyo um, khapita mgwirizano um, coalition sana ziwo zakhala ku ndiponso sana nene t mwandimana mbamwyi mba, e, nesoineso imafunai e, aya anango okhala chete mulungu amaziwa yekha kuti uyuyu azasiriza kukhala vice president indeed Michael today is a vice president who knows tomorrow ndi kufasa ndikwabwino

alibe amena maziwa kuti kilogramu aguranda mazingati yamango bwera kuzadya ndeno anyamata inu fasani mawa siranu lero ndilanu za mawa amaziwa ndi Yahova ndinani chilungamo kwa Malawi chote chonde chonde musanamiza Malawi kuti inuyo ndi anzeru kwa kwambiri kusiyana nda marawi inundame nda amene mumaziwa bwino kwambiri kusiyana nda marawi mimba zanu zikakuta msayesa marawi ndi zisiru mkamanenepa msayesa marawi malawi sakuziwa kuti mmadya marawi kuvutika kuvutika ivi ndimaza kumwa makesi pakati pana kwera ntengo mafuta kwera ntengo nyumba zakwera ntengo sarari ndiyomweyo matranspot akwera ntengo china chilichonse chodhula koma smadrama ndizomwezo mabans sakupezeka ku banki madollas sakupezeka ku banki madarama zakudya zosuzikupezeka inuyo mulinazo pasidwa mukudya inunokha

kuneno sanga kali zisiwu zaenu kuana mizanthu kuncheu sanga kale zisiu zain kuana mizantu kumachinga sanga kali zisiu zaen mkuana mizantu kubaraka sanga kali zisiu zainu mkuana mizantu kumangoji sanga kale zisiu zain kuana mizantu munchewu sanga kale zisiu zain kwana mizanthu mudeza sanga kali zisiu zan kuana mizantu kusalima sanga kali zisiu ain kuana mizanthu kulilongwe sanga kali zisiu zain mkuanamizanthu kumuchinji sanga kazi suzani mkwana mizantu kudowa sanga kazi suzani mkwana mizantu kunchishi sanga kazi suzani mkwana mizantu salima sanga kazi suzani mkwana mizantu Tukupita tikupita nkhotakota sanga kazi suzani mkwana mizantu kukasungu sanga kazi suzani mkwana mizantu kumzimba sanga kazi suzani mkwana mizantu nkhatabe sangakhali su zisiru za inu mkuanamiza likoma sangakhali zisiru za inu mkuanamiza rumpi sangakhali zisiru za inu mkuanamiza karonga sangakhali zisiru za inu mkuanamiza ndi inu chitipa singakhali zisiru za inu kuti mziwanamiza inu mwakhuta mwadya ndi mkunena pakamwapo kuti yayi ifeyo tikufuna na feso tidie.

malangizo angawa muatenge kapena mwakane chilichonse chimafuna kupirira zisankho zisizosiriza kuzakhalaso zisankho zina kusogoloko mulungu akakudalisani palibe amene angalese kuti muzakara a president chonda anyamata fasani anyamata wonesesani amalawi mwapulumuse sizakuti e dpp ikukanira mpando ayi sizakuti dpp kufuna iyo khaikhale president daming mete ai peter libe maganizo amenewo arthur profesa mtalika libe maganizo amenewo arthur profesa mtalika kufuna kupurumuseni ino amarawi e mwanena eiayi akuti wasiya

ifeyo tukutukwa na pita mupita parale mkunena za uh, your fellow opposition party leaders ndi kuti mufuna mlowe mboma kodi pamenepo whose interest are you serving are you serving the interest of the opposition and the people Malawi or you are serving the interest of a party That's what to rig elections ndi pamenepa gonafunso pamenepo kodi inu mkamapita palale paja anthu abwera kumverani mkuyamba kunenana nokhanokha zipani zosusa boma ndikuti pamene paja mkufuna mulowe mboma in two months time kapena mkuthandiza chipani china chache kuti chilowe mboma fuso ndilimenero mayankho apeza anthu okhawa apeza mayankhuwa mwango wosiriza ndi awa amalawi ndopemphera napita kucenta region nakalowa mchechi ina kesa naona a true worship of God napita kumzimba na lowa chechi na pena pake I saw a true worshiping of God napita kumangochi iwosanandiziwe nakalowa chechi a i knew even mzikita amapemphera mulungu weni weni pure God and God of Israel the God of Abraham Isaac and Jacob

mkapeza mmozi mngaoche mlungu anangookhalacet anapita kukaonoga kusoza kuti mnalibe anthu achilungamo amene mulungu anakachita sp koma panopo ndinenezi mlungu sa wotcha a ziko la malawi chaku mangochi kuli anthu wokhulupira mbiri kumachinga kulianthu wokhulupira yehova kwambiri kuzomba kulianthu wokhulupira yehova kwambiri kubaraka kuli anthu wokhulupira yehova kwambiri andi mangochi machinga zomba musi mukati mone mura anthu opemphera bwino kwambiri sanga mulungu sanga wononge ziko lino muchilazo mparombe mlanje ndi kweni, kweni anthu opemphera mchoro aliko anthu opemphera mchoro ati kwa yehova ndenu inu mkhati mnamiza anthu muzinamiza nokha anthu aziziwa kuti uyu akunena izi chifukwa chifk chakuti walandira ndirama uyu mabiliyoni ankhanikhani mwaonesesa anthu amene wawo kuti akuoneka bwachi ndipo nokha mukhala majajesi nokha